Na mtazamaji wa Trend TV, kama unavyoelewa kwamba e, sasa hivi bwana, kuna msiba ambao umewagusa watu wengi sana hapa Tanzania. E, ni msiba wa MC maarufu kabisa hapa Tanzania anayefahamika kwa jina la MC Pilipili pili. Taarifa rasmi zimetolewa kutoka kwa jeshi la polisi, maana eh, ndugu wenyewe pia ambao ni wafiwa waliweka wazi kwamba hawajatoa taarifa zozote kabla ya siku ya jana eh, ni kwamba waliweka wazi kuhusiana na hiyo situation, lakini wakasema kwamba watatoa taarifa rasmi baada ya uchunguzi eh, wa mwili wa marehemu kufanyika na moja kwa moja jeshi la polisi eh, ni kwamba likatoa taarifa hiyo kuhusiana na sababu iliyopelekea kifo cha MC Pilipili. Kwa hiyo bwana ni kwamba siku ya leo eh, mapema kabisa ni kwamba moja kwa moja jeshi la polisi mkoani Dodoma limeweka wazi kuhusiana na sababu ambayo ilikuwa imepelekea kifo cha MC Pilipili. Kwa sababu hapo awali bwana, kwa mujibu wa ndugu wenyewe walidokeza tu kwamba mwili wa MC Pilipili ulikutwa ukiwa na majeraha. mwili wa MC Pilipili bwana ulikutwa na majeraha, jambo ambalo likaibua maswali mengi sana na kila mtu alikuwa anatamani kufahamu exactly kwamba ni nini ambacho kimetokea, mpaka MC Pilipili kukutwa na hayo au hayo yote kukutu, kutokea au kwa namna moja au nyingine, imekuwaje mpaka mwili wa marehemu kuwa na majeraha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila mtu alikuwa anatamani kujua kwamba nini haswa kime happen na kwa bahati nzuri ndo hivyo bwana, jeshi la polisi limekuja kutoa taarifa rasmi, na hapa nataka nikusomee kile ambacho kimewekwa bayana kuhusiana na kifo cha MC Pilipili ambapo hapa bwana kuna taarifa ikiwa imeandikwa kwamba jeshi la polisi mkoani Dodoma limethibitisha kifo cha msanii maarufu wa vichekesho Emmanuel Matias Matebe, anayefahamika zaidi kama MC Pilipili, kilichotokea mnamo Novemba kumi na sita mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, katika kituo cha afya Ilazo jijini Dodoma. Akitoa taarifa hiyo kwa vyombo vya habari kamishna e, msaidizi wa polisi ACP William Abel e, Mwamafupa ambaye ni mna, ambaye ni mnadhimu wa polisi mkoa wa Dodoma amesema kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha msanii huyo alishambuliwa na watu wasiojulikana, na majeraha aliyoyapata katika sehemu mbalimbali za mwili ndiyo yamesababisha kifo chake. Kwa mujibu wa kamishna msaidizi wa upelelezi, ameelezea kwamba MC Pilipili alirudishwa katika gari dogo jeupe na watu watatu wakamkabizi kwa, wakamkabizisha moja kwa moja kwa msaidizi wake ambaye huyo msaidizi ndio akapeleka akampeleka hospitali. Lakini kabla ya hapo ni kwamba alipigiwa simu huyo msaidizi kwamba anataka kuonana naye, na ndipo alivyoenda kuondana naye huyo msaidizi, ndio akakabidhiwa MC Pilipili akiwa yuko katika hali ambayo kiukweli ilikuwa ni hali mbaya e kwa mujibu wa taarifa ambazo amezitoa kamishna msaidizi wa jeshi la polisi mkoani Dodoma lakini taratibu za kiusalama zaidi zinaendelea kuchukuliwa. E, kwa mujibu wa jeshi la polisi wametoa taarifa kwamba e, tayari wako katika mchakato wa upelelezi kuweza kufahamu e, nini ambacho kimetokea na watuhumiwa kufikishwa katika vyombo vya sheria kwa ajili ya haki kutendeka kwa tukio ambalo limetokea. Lakini pia vilevile vile ni kwamba aliongeza ku, eh, kam, eh, ni kwamba vilevile kamishna vile msaidizi wa polisi William Abel eh, mwa mafupa eh, aliongeza kuwa jeshi la polisi limeanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na pia vilevile kumekutambua wale wote waliohusika. Aidha, pia vilevile ametoa vile wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa, kwa kufikisha taarifa zozote zile zitakazosaidia e, katika kukamilisha uchunguzi huo. ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo kuhusiana na kifo cha MC Pilipili. Taarifa rasmi imetolewa eh, kwa mujibu wa jeshi la polisi huko mkoani Dodoma. Eh, na moja kwa moja kama unavyoelewa polisi wametoa eh, wito kwa wananchi, lakini pia vile vile wametoa ahadi thabiti kabisa, eh, kwamba jambo hili bwana, lipo chini ya upelelezi na hivi karibuni taarifa zitatolewa zaidi pale upelelezi utakapokamilika. Lakini wametoa wito kwa yoyote yule ambaye anaweza akasaidia haraka kuharakisha e, upelelezi huo basi, kwa taarifa zozote ambazo yuko nao aonyeshe ushirikiano kwa jeshi la polisi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo taratibu nyingine pia zimekuwa zikiendelea kama nilivyokuelezea katika video zilizopita. Eh, kama nilivyokuelezea katika video zilizopita kwamba tayari eh, shughuli nyingine za kuaga mwili zimeshaanza e, kufuatia lakini pia vile vile bwana, wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. Kuna mtu hapa amekuja ameweka may he rest in peace, eh, lakini pia vile vile, kuna mwingine amesema kwamba, kuna mtu mwingine amesema kwamba e, bwana, tunasubiri tuone eee, hizo taarifa zitakujaje kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. na wengine wamesema kwamba, bwana, mwape mwili ndugu waweze kwenda kumpumzisha ndugu yao. Kuna ya mwingine hapa anaitwa Makoa Lowela anasema kwamba apumzike kwa amani. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, kama ilivyokuwa kawaida eh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile vile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. <coughs>